Biashara yoyote ambayo ni endelevu de ni lazima ipate faida. Sasa kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanafanya biashara zao bila kufahamu kama biashara zao zinapata faida au hasara. Hii siyo sawa, kwa sababu kama biashara haipati faida, yani inapata hasara, usipokuwa mwangalifu, inaweza ikafilisika baada ya muda kwa hiyo ni muhimu utengeneze hesabu ili uweze kujua kama unapata faida au unapata hasara. Sasa kwenye kipindi kilichotangulia, nilielezea kuwa katika uendeshaji wa biashara kuna aina mbili za faida, na kipindi cha kwanza nilielezea aina ya kwanza ya faida ambayo inaitwa gross profit. Sasa hii gross profit kwa Kiswahili wanasema ni faida kubwa. Hii ni faida ambayo inatokana na baada ya kufanya mauzo ya bidhaa au huduma. Maana yake ni kuwa unapouza bidhaa au huduma ya biashara, unapopata zile fedha, unatoa gharama za zilizochangia kwenye kuuza hiyo biashara kwa hiyo, au kuuza hiyo huduma kwa hiyo maana yake ni kuwa kama ulikuwa unauza kwa mfano, unauza vinywaji. Sasa fedha unaopata kutokana na uuzaji wa vinywaji unatoa fedha ya gharama za kununua hivyo vinywaji na gharama zote zinazohusiana na ununuzi wa hivyo vinywaji. Sasa ile faida inayopatikana ndio inaitwa gross profit. Aina ya pili ya faida ndio ambayo nitakayoongelea leo. Kwa hiyo naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa tuangalie aina ya pili ya faida hii. Aina ya pili ya faida kwa Kiingereza wanaita net profit. Hii ndio faida ambayo ni muhimu sana, kwa sababu hii faida ni ile faida inayopatikana baada ya kutoa gharama zote za kuendesha biashara. Kwa maana kuwa ukipata kipato kutokana na biashara, labda umeuza bidhaa au umeuza huduma, kinachofuata ni kutoa gharama zote zilizotumika kwenye kuendesha biashara. Sasa kinachobaki ndio kinaitwa net profit au kwa Kiswahili wanasema faida halisi. Sasa nitazungumzia jinsi inavyopatikana hiyo net profit. Kama nilivyosema hapo awali, mwanzo wa kupata faida ni unaangalia kwanza kwenye mapato. Kwa hiyo unapata yani, unauza bidhaa au huduma unapata mapato, kama vile tulivyokuwa, tume, tume- nimezungumzia kuhusiana na gross profit au faida kubwa. Sasa kinachofuatia baada ya hayo mapato ni kuangalia gharama zote zinazotumika kwenye biashara. Sasa gharama zinazotumika kwenye biashara ziko kama nne hivi nne ta, nne tatu, nazo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni gharama ya mauzo, yaani gharama inahusiana na mauzo ambayo ndio tumeshaizungumzia, yaani vitu vyote unavyolipia ili kupata bidhaa ambazo unaziuza, hiyo ndo aina ya kwanza ya ya gharama. Aina ya pili ya gharama ni gharama zinazohusiana na uendeshaji wa biashara. Hii ina maana kila unachofanya ambacho kina gharama na gharama zake zinahusiana na uendeshaji wa biashara, hicho kinatakiwa ki, kitumike kwenye kutafuta hiyo net profit. Sasa gharama za kuendesha biashara zipo nyingi kwa mfano mishahara, kama ni wafanyakazi, mishahara ya wafanyakazi, kama kuna mishahara ya, ya, ya mlinzi, kama kuna masuala ya kusafirisha vifaa au kusafirisha bidhaa, au gharama za gari, kwa mfano kama una gari kwenye biashara yako ambayo ni gari ya biashara. Sasa gharama zote za, za matengenezo, sijui kununua eh, kununua petroli diesel, hizo zote ni gharama za uendeshaji. Lakini kama unauza bidhaa, kuna mambo kama ya kununua vifungashio vya kuna, kwa ajili ya shughuli zako za biashara. Kwa hiyo, kuna kuna vitu vingi ambavyo vinahusiana na gharama za uendeshaji wa biashara. Sasa namba tatu ni gharama ambazo zinahusiana na mambo ya, ya kifedha sasa hapa kuna gharama kama mbili tatu zinazohusiana na mambo ya kifedha. Kwanza ni riba, yaani kama umechukua mkopo na unalipa riba. Riba ni interest. Sasa ile interest ni inachukua kama ni gharama ya mambo ya kifedha, kwa hiyo nao inawekwa kwenye kutengeneza hesabu za kupata faida. Lakini gharama nyingine ni gharama za kufanya miamala, miamala unaofanya benki au kwenye akaunti za benki au miamala inayohusiana na simu, yani gharama za kulipia bando na nini, hizo zote zinachukuliwa kama ni gharama za za mambo ya kifedha. Kwa hiyo sasa hizo nazo zinajumuishwa, lakini kuna gharama nyingine. Hii sasa sijui kama itafahamika, lakini nitajaribu kuielezea, inaitwa gharama ya uchakavu wa vifaa. Ni kwa unaponunua vifaa vile vifaa vinatumika kwenye kuzalisha eh, au kuchangia kwenye uzalishaji wa, wa biashara sasa hivi vifaa sio kuwa vitadumu hapo miaka yote, vina muda wake. Kwa mfano, unaweza ukakuta kifaa kinadumu kwa miaka mitatu au minne. Sasa kinachofanyika ni kuwa unaponunua hicho kifaa, gharama ya kununua hicho kifaa haitumiki yote kama ni gharama ya kuendesha biashara, hapana isipokuwa hiyo gharama inagawanywa katika miaka minne, ambacho hicho chombo kitakuwa kinafanya kazi. Kwa mfano, kama umenunua kwa mfano printer ambayo gharama yake ni milioni nne. Sasa kama umenunua printer ambayo gharama yake ni milioni nne, badala ya kusema hiyo milioni nne yote uiweke kwenye gharama za biashara, inakuwa sio sawa. Kinachofanyika, hiyo milioni nne unaigawanya mara nne kwa muda wa miaka mine ambayo chombo kitakuwa kinafanya kazi, kwa hiyo unapata milioni moja. Sasa hii milioni moja ndio tunaita ni uchakavu. Kwa hiyo kila mwaka utakuwa unatoa milioni moja, kama ni uchakavu unaotokana na kununua hiyo upita. Kwa hiyo sasa, hiyo ni gharama ya uchakavu ambayo ni sehemu ya gharama zinazohusiana na gharama za kifedha kwa hiyo sasa hizo ni gharama ambazo ni za muhimu sana. Sasa ukishatoa hizo gharama zote, kinachobaki ndio kinaitwa net profit au faida halisi. Sasa narudia tena, unapouza bidhaa au kwa zile biashara zinazohusika na kutoa huduma, kinachofuata unatoa gharama zote za kuendesha biashara na hizo gharama, gharama ya kwanza ni gharama ya kununua bidhaa au huduma ambayo baadaye ndio unawauzia wateja. Ya pili ni gharama za kuendesha biashara, na hizo nimezitaja zipo nyingi sana, sikuweza kuzimaliza zote, gharama mbalimbali zinazohusiana na uendeshaji wa biashara. Hiyo ni aina ya pili ya gharama. Aina ya tatu ya gharama ni gharama za kifedha, gharama zinazohusiana na kifedha, na nimejaribu kutaja mifano yake. Sasa ukitoa hizo gharama za aina tatu, kinachobaki ndio kinaitwa net profit au faida halisi, na hii ni ya muhimu sana kwa sababu kwenye masuala ya kodi wao wana ku, wanakukadiria kodi kwa kuangalia hiyo net profit akukadirii kodi kutokana na mauzo uliouza, hapana, ile net profit ulopata, yaani faida halisi, ndio watu wa TRA wanaichukua na kuifanyia makadirio ya kodi, kwa sababu kwa lugha eh, ya kikodi hicho ndio wanaita ndio kipato chako, sio hela ulizouza ukapata bidhaa au uliouza au huduma hiyo, hawachukuli kama ni kipato chako. Kwa lugha ya kikodi ni faida halisi, net profit, ambayo wao ndio wanaoichukua na kufanya hesabu zao za kukadiria kodi. Kwa hiyo nafikiri sasa nimeeleweka, kwa kwenye biashara kuna aina mbili za faida. Faida ya kwanza ni ile inaitwa gross profit au kwa Kiswahili wanasema faida kubwa, na faida ya pili ni net profit au wanasema faida halisi. Nafikiri sasa utajipanga kutengeneza hesabu za biashara. Hilo sasa ni somo ambalo litakuja huko baadaye. Lazima utengeneze hesabu za biashara, ndipo utakapofahamu jinsi ya kupata gross profit na jinsi ya kupata net profit. Naona kwa leo niishie hapo. Naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali mali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako wa kipindi, Ali Mwambola. Asante na karibu tena kwenye kipindi chetu.